Sio kila mfanyabiashara au mtu anayeuza huduma kwenye mitandao ya kijamii, sio kila mmoja ana bajeti ya matangazo ya kulipia, lakini kila mmoja anahitaji wateja, kwa sababu bila wateja biashara yako haiwezi kusurvive. Sasa wenda umejaribu mbinu nyingi za kuongeza mauzo na kupata wateja kwenye mitandao ya kijamii, na wenda pia umetumia matangazo ya kulipia uweze kupata wateja, lakini unajikuta unachoma pesa kwenye matangazo ya kulipia, haupati wateja, haupati return on investment ya pesa zako ambazo umewekeza. Sasa moja kati ya maswali ambayo nimepata ni MC Benvics, nawezaje kupata wateja bila kutumia matangazo ya kulipia? Jibu ni moja, fanya organic marketing. Organic marketing ni mbinu ya kutangaza biashara yako kwenye mitandao ya kijamii au popote pale bila kuweka pesa yoyote kwenye matangazo ya kulipia. Na ndani ya hii video, kuzungumzia mbinu tofauti tofauti, actually tutaongelea zaidi ya mbinu saba ambazo unaweza ukazitumia kutangaza biashara yako kwenye mitandao ya kijamii bila Kutumia pesa yote kwenye matangazo na uh, ya kulipia. Kwa hiyo ambaye ni mgeni hapa, mimi naitwa Elius Kamuhangire Mcbenvics ni mwanzilishi wa Zillim Marketing Partners na nasaidia wafanya biashara kutangaza biashara zao kwenye yeah, mitandao ya kijamii lakini pia nawatengenezea mbinu na right, kuimplement AI kwenye biashara zao au unasema So, kwenye kundi la kwanza kwenye mbinu ambazo ni lazima kuzifanya, ni lazima kuzifanya kwa sababu watu wengi wanazifanya kwenye mitandao ya kijamii, ni kuhakikisha umeelewa aina ya mteja unayemhudumia. Wafanyabiashara wengi wanakosea hapo, kwamba ili usitumie gharama nyingi kwenye matangazo, inabidi focus yako iwe kwenye kundi moja la watu unaowatafuta. Kwa mfano ngoja nikupe mfano na, na mteja wangu mmoja anauza vyombo vya mezani vya chakula. Ukitangaza biashara ya aina ile kwa kila mtu kwenye mtandao ya kijamii ni vigumu kupata kundi la wateja unao unao wanaopenda vitu vyako. Lakini ukifocus kwenye kuwatangazia wamama ambao labda wana familia na wanapenda kupika nyumbani ndio unao watangazia. Hao ile kundi pekee yake utajikuta kwamba hautumii nguvu sana kuwatangazia na kila mtu anayeona akaunti yako anayeona profile yako anayeona video zako anajua kabisa jinsi ambavyo unaweza kumhudumia aina moja ya huyo mteja na kama hiyo aina moja ya huyo mteja imeona akaunti yako au content zako, itakufollow na itawezekana sana kununua kuliko kama ukiwa unatangaza generically, yani kila mtu anaweza kaona akaunti yako. Kwa hiyo jiulize, aina yako moja ya mteja ni nani? Focus kwenye hiyo aina moja ya mteja, mtangazie. Ukishampata huyo mteja, atakusaidia kukuza hiyo biashara yako kiasi kwamba watu wengine wengi wataweza kununua bidhaa au huduma zako. Hiyo ni mbinu ya kwanza. Mbinu ya pili, inabidi utumie content tofauti tofauti zenye thamani, na nikiongelea content zenye thamani ni content ambazo zina value kwa mteja zaidi ya wewe tu kumshawishi mteja anunue. Wafanyabiashara wengi wanakosea kwenye kutengeneza content, wanatengeneza content wanatengeneza pekee ambazo zina focus kwenye mauzo basi. Content za kutangaza kitu wanachokiuza content za kutaja bei na mambo kama hayo, kitu ambacho ni kizuri na ni content nzuri, lakini hazina thamani yoyote kwa mteja. Lakini ungetengeneza content ambazo unamuelimisha mteja, unamfundisha mteja, unampa story mteja mteja mteja mteja unamfundisha unampa story, anapata thamani kutoka kwako zaidi tu ya kumshawishi aweze kununua. sasa ukizitumia hizi hii aina ya, ya content kwenye social media zinakusaidia kuvutia wateja ambao wanaweza wakawa wanashawishika, kwa sababu lengo ni kuwafanya wateja waweze kukuamini. Okay, sasa hizi aina ya, ya content sio kwamba zita, zitafanya watu wanunue, lakini zitafanya watu wakuamini, na watu wanaokuamini wana uwezekano mkubwa wa kununua kuliko wateja ambao ndo kwanza wamekuona na wana pesa lakini hawakuamini. Hizi aina za content zina thamani kwa mteja na zitasaidia wateja waweze kuamini. Ya tatu ni unawapa wateja kitu fulani cha bure. Kwa kwenye marketing tunaita lead magnet. Lead magnet ni zawadi ya bure ambayo unaweza kuwapa wateja wako au mtu yeyote anayehitaji. Kwa mfano, kama unaangalia hii video na ungependa kujifunza mbinu zaidi za kutangaza biashara yako, nimetengeneza darasa moja la masaa mawili ambapo ndani nitakufundisha mbinu tunayotumia sisi kutangaza biashara, na kuuza biashara, na kuzungumza na wateja, na kutengeneza content. Halitakuwa ni refu obviously zaidi ya hili na unaweza kulipitia bure kama wewe. Uh, ni mfanya biashara, kwa hiyo unachohitaji kufanya ni click link ipo hapo chini. Kama unaangalia video YouTube, in description nimekuwekea link hapo chini, click kwenye link tazama hilo darasa, ingia kwenye hilo darasa, ni bure kabisa kwa ajili yako wewe unaangalia hii video, lakini ukinikuta huko Instagram nitakulipisha. <laughs> Okay, all right, so let's proceed. Kwa hiyo tengeneza kitu ambacho niweze ukawapa bure wateja wako, na ukiwapa wateja wako kitu cha bure, wateja wako wana uwezekano wa kuja kununua, kwa sababu tayari washaondoa ile ule ukuta uliopo kwenye mahusiano yenu. Tayari kuna kitu ushawahi kuwapa bure, na hiyo inawafanya waweze kushawishika kununua, na hivyo ndivyo watu wengi wanafanya kwenye mitandao ya kijamii. Na hii mbinu nayo naenda kuelezea sasa hivi, ni mbinu ambayo watu wengi hawatumii. Sasa sijajua kama unatumia au utumie na utabidi uniambie kwenye comments kama unatumia hii mbinu au utumie. Sasa captions ni sehemu ambayo ni sehemu nzuri ya kushawishi wateja waweze kununua vitu vyako, na ili uweze kuwashawishi watu kununua vitu vyako, inabidi uandike caption ambazo zinashawishi. Kwa Kiingereza tunasema persuasive copy. Inabidi iwe copy ambayo ina persuade na mshawishi mteja anunue vitu vyako. Sasa kwa kawaida ili mtu uweze kuandika caption ambayo inashawishi, ni lazima uwe kidogo unajua kushawishi kibiashara. Mtu ambaye anajua kuandika copy yenye ushawishi tunamuita copywriter, na mara nyingi ili uwe copywriter, inabidi ukajifunze zaidi kuwa copywriter. Kwa hiyo badala ya kufanya wewe mwenyewe unaweza kutumia AI kufanya hivyo. Kwa hiyo unaweza kaingia ChatGPT au tool nyingine yoyote kama Claude, Perplexity au Grok kama unatumia Grok au kama unatumia tools nyingine. Hiyo yote unaweza kutumia. Unaweza ukaipa hiyo role na ukaiambia ikutengenezee caption ambayo inaendana na, na bidhaa yako kwa sababu inaelewa jinsi ya kuzungumza na mteja kupitia caption. Kwa hiyo inaweza kukupa sentence 3 4 5, unaweza upost kwenye caption alafu hiyo kaza ikashawishi zaidi huyo mteja wako, ikakuongezea engagement na hiyo engagement, mwisho wa siku, inakuja kusababisha watu, watu washare content zako na mwisho wa siku mauzo yako yataongezeka. Hizo ni mbinu ambazo watu wengi wanafanya. Naomba tuingie kwenye mbinu ambazo watu wengi wafanye wanachukulia for granted, na hizi mbinu ukizitumia wewe zinaweza zikachukua muda wako sana, lakini ukitumia hizi mbinu itakusaidia kwa asilimia mia moja kuongeza mauzo kwenye biashara yako, itakusaidia kukwepa ushindani, na nasema hivi kwa sababu nimewasaidia wafanyabiashara wengi kutangaza na kukuza biashara zao kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Dr. Aurelia ambaye kufanya naye kazi akiwa na engagement engagement sifuri kwenye akaunti yake. Watu walikuwa hawaoni akaunti yake eh, alikuwa hapati engagement, watu walikuwa hawalaiki picha zake, hata followers wake walikuwa wako stagnant kabisa. Lakini ndani ya wiki mbili ya kujifunza kutoka kwenye madarasa yangu alijikuta engagement rate yake imeongezeka kwa zaidi ya mara mia mbili na thelathini. Sasa hivi watu elfu 10 wanaona akaunti yake kila mwezi na hivyo vyote ni organically. Anasema mwenyewe hivyo vyote ni organically. Hajatumia matangazo ya kulipia, hajatumia mbinu nyingine yoyote. Okay? Sasa moja kati ya hizo mbinu ambazo unaweza kutumia ni hizi. Ya kwanza, tengeneza script ya kuzungumza na wateja wako kwenye DM. Yaani kwa mfano mtu akikufollow, unaweza kuanza kumuuliza maswali na kupiga naye story kwenye DM kujua anapenda nini ili uweze kujua kama bidhaa au huduma zako zinamfaa. Hiyo ni mbinu ya kwanza. Wafanyabiashara wengi hawafanyi hivyo, wanasubiri watu wa wafuate DM ndo waje kununua, lakini kundi pekee la watu watakao kufuata DM kununua vitu vyako. Kati ya aina tano za wateja ni aina moja tu ndo itakufuata, mteja ambaye anahitaji hicho kitu unachokiuza sasa hivi, sasa hivi basi. Lakini kuna makundi mengine ya wateja, kuna wale wateja ambao hawajui kama wanahitaji kitu chako, hawajui kama hicho kitu chako kina exist, hawajui kama wana changamoto ambayo inaweza ikatatuliwa na hicho kitu chako. Makundi mengine mengi ya wateja kutokana na level ya uelewa wa changamoto walionayo. Ukitumia hii mbinu itakusaidia wewe uweze kuongeza mauzo kwenye biashara yako zaidi ya makundi mengine ya wafanyabiashara kwenye mitandao ya kijamii ambao hawatumii. Cha pili inabidi ucomment strategically. Kila comment ambayo unaipata unavyomjibu mtu au unavyo comment kwenye profile za wa watu wengine kwenye video zinazoenda viral na nini, inabidi comment strategically kiasi kwamba unaondoka ukiwa umejitangaza kule, na sisemi uspam kama watu wengine wanavyofanya, kwamba jamani nauza mapazia, jamani nauza mashuka. Usifanye hivyo, inabidi iwe strategic, watu wakisoma wapate kitu cha thamani kwenye hiyo comment yako, mpaka waseme eh, huyu jamaa ngoja tumtafute kwa sababu anatatua hii changamoto. Okay, sasa hiyo inabidi iwe very strategic, lakini ukiwa spama utaonekana kama haujui unachokifanya, kitu ambacho watu wakisoma comment zako wanaona, wanapata kitu cha thamani. Namba tatu, unaweza ukafanya vitu live, okay? Unaweza ukatengeneza live video kama ni TikTok. TikTok ni sehemu nzuri sana ya kuuza live, especially kama unauza bidhaa. Kama unauza bidhaa, eh, TikTok ni sehemu nzuri ya kuuza live. Kama unauza huduma, unaweza ukafanya live, lakini hakikisha live ziko informative, labda inaweza kuwa webinar au some sort of a seminar. Au hata mimi kwa mfano hii video ningeweza kuifanya live na watu wange enjoy kwa sababu niko na na hisi niko nakupa madini

Watu wengi wanafanya hapana. Ngoja nikupe mfano. Sijui kama ulikuwa unanisikiliza vizuri huu mndani, toka nianze hii video, nimekuwa nikikuelezea stori za wateja wangu. Hizo ni, ni, ni feedback ambazo nimepata kutoka kwa wateja ambao nimefanya nao kazi. Wengine ni wafanya biashara, wengine ni wafanya biashara wakubwa, nawasaidia kutengeneza biashara zao. Ukinikuta nazungumza na, na wateja wengine, nitawapa stori za wateja wangu, nitawaelezea kuhusu stori za wateja wangu. Hizo ni testimonials ambazo unaweza ukazitumia, zinatumika kama watu wakishajua kuna mtu mwingine ambaye umemsaidia au kuna mtu mwingine ambaye anasema wewe umemsaidia na anashukuru sana, wana uwezekano mkubwa sana wa kununua vitu ambavyo unauza. Sasa unaweza ukafanya hivyo kwenye story, kwenye video zako, kwenye reels, kokote kule ambako unatengeneza content. Unaweza ukashea hizi stori zako wewe na wateja wako, na jinsi ulivyowasaidia, na ikakusaidia kuweza kuvutia aina sahihi ya wateja. Sasa kama umependa hii video, ninauhakika, ninauhakika utapenda hii video inayofuata ambayo ndani ya hii video inakufundisha strategy nzima ambayo tunatumia kutangaza biashara na kukuza biashara zetu kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kupata wateja bila kuhangaika na kuongeza bajeti kwenye matangazo ya kulipia. Kwa hiyo kama unaweza click kwenye hii video, jifunze zaidi. Na kama ukitaka, ukitaka msaada wangu, nimekuachia link hapo chini ya kuwasiliana na mimi, lakini other than that, I hope that you enjoy the video, na tutaonana tena siku nyingine. Au unasemaje? Una swali, acha swali kwenye comments. Bye bye.